Wakazi na wanafunzi katika eneo la Chemosit walikusanyika katika mto huu wa Chemosit wakati wataalamu wa uogeleaji walipokuwa wakiutafuta mwili wa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kabianga aliyezama wakati akiogelea na wenzake Jumamosi. Wanafunzi wa chuo kikuu hicho wamekuwa wakiogelea katika mto huu licha ya hatari na wakodolea macho, hasa wakati huu mvua inapoendelea kunyesha eneo hilo. Usimamizi wa shule umesema umeweka mikakati kujenga kidimbwi cha kuogelea ili kuwaondolea hatari wanafunzi wake. We are planning to request uh, the subcounty security team to place warning signs along the path to the river, uh, warning students and other members of the public that it is uh, dangerous uh, to swim there. Na kwingineko makundi mawili hasimu yamekabiliana leo wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa la Evangelistic Sponsors Association ESA katika eneo la Elbagon wilaya ya Molo kaunti ya Nakuru. Kila mmoja anadai kumiliki kipande cha ardhi ambako kanisa hili limejengwa. Aidha, kundi moja linadai kufukuzwa kutoka kanisa na kasisi wao wasipate mahala pa kuabudia. Anasema yeye ni gagari kwa hii kanisa na hatoki na hata toka tena mwadilishi, na vile alisema yeye ndiye mwadilishi, na hii kanisa lilipewa na county council free of charge na title deed iko sasa. Ni a of 99 years. Mchungaji alipatikana la hatia, ikaonekana kwanza asimame kwa muda wa miezi sita, na baadale ya kusimama kwa miezi sita alikubali ya kwamba atasimama, lakini alipokuja alikataa kusimama, na akaamua kuwasimamisha, kuwaondoa wazee wa, wa kanisa kazini, akamwondoa aka mchungaji aliye mdogo wake kazini, na akawaketisha chini waumini hao. Sasa unaitaka serikali iingilie kati na kutatua mzozo huo unaozidi kutokota.